Naam, e bwana, popote pale ulipo ni muda mzuri sana tunakutana hapa kama kawaida kwa ajili ya kupeana updates na taarifa mbalimbali, lakini zaidi yale ambayo yametokea, sisi ndio huwa tunayachakata. Kuna yale ambayo kabla ya kutokea na yale yaliotokea, sisi tunakupa yale yaliyotokea mara baada ya mechi ya leo ya Yanga dhidi ya Coastal Union, Mangu Shogosi wa Ndima kutamatika katika dimba la KMC. Mapema sana tumewahi studio hapa kwa ajili ya kuja kupiga story na kujuza kile ambacho kimefanyika katika mchezo ule kwa ajili ya kuweza kukupa uchambuzi jadidi kweli kweli kwa matukio yote ambayo yametokea katika mchezo ambao Young Africans baada ya kushinda goli tatu, eh, lakini pia wameruhusu bao. Kila mechi wamekuwa na desturi ya kuruhusu mabao. Iwe ni goalkeeper Chigitiara, Twaibu Msheri, Komena Bakar wamekuwa kiruhusu mabao. Lakini leo Maxim Pia Nzengeli superb performance amepiga goli mbili huku pia uh, kwa upande wa kikosi cha timu ya Yanga Africans bao lingine likifungwa na nani, kumbukumbu la potea Clement Clementinho Clement, Clement Mzize, pasi nzuri ya Prince Dube, lakini pia uh, bao zuri sana la Zomo Julia. Huyu ni Miraji Hassan Abdalla ambaye amefanya kazi kubwa sana leo kufunga goli zuri na mguu wake wa kushoto. Niko hapa na mchambuzi makini wa kandanda ni Heavyweight Dulla. Hapa tutakuwa tunachagiza wote wawili, kila mmoja na gusa na kuachia bana. Vipi? Ah, unyama ni mwingi pale, jam ni kubwa. Kwa hiyo tunajifungia sehemu kama hii kwa ajili ya kupata wasa mzuri. Sasa waku, wa kufanya jambo letu mm. yes. Bwana mimi nimeshuhudia nime, nime mchezo dakika 90 lakini katika kushuhudia dakika hizo 90 mm. uh, nimebaini vitu vingi sana katika mchezo huu hapa leo. Na ya kwangu mimi nitakuja nayo kifriji friji kama ambavyo unafahamu mm. Kwa maana nyundo za friji bovu, mimi waga nina segment inaitwa nyundo Zafri za friji bovu, kwa maana inagonga gonga. Mm. Lakini uh, tutaangalia general performance ya Yanga na Coastal Union mm. Yanga leo uh, baadhi ya nyota hawajaanza, umeona leo goalkeeper ametoka ame, ame uh, amekaa tu pale bench, lakini umeona leo Abtabu Msheri fullback ya kulia Mwenda, kushoto Boka, lakini mabeki wa kati ni wale wale, Job pamoja na mwenzake Baka Duke, Abuya na Aucho, pale juu Mzize Dube pamoja na Pakome Zuzwa na Maxim pia Nzengeli. Coastal Union hawajabadilika sana, kikosi chao ndio kile kile ambacho alicheza pia na Dodoma Jiji mechi iliyopita dhidi ya Simba. Mm. Lakini kwa namna ambavyo mechi imekuwa mapema sana, dakika ya kwanza wameruhusu bao. Aina yao ya Coastal Union ya uchezaji wao kwa siku ya paleo. Mm. Performance yao kwa ujumla umeonaje? Ni kwamba Yanga waliwazidi ama Coastal leo walikuwa tepe tepe? Ah, uh, vyote ni majibu kwa sababu unajua mm. Eh, mimi nimeitizama mechi. Mm. Sawa? Coastal mm. wamekuwa na makosa mengi ya kiulinzi. Mm. Kwa mfano ile bao la kwanza kabisa ambao wanafunga Max Nzengeli. Unaona, kuna wachezaji takribani nane wapo kwenye eneo lao, alafu sita wapo mbele ya Maxi Nzengeli. Yani maana yake eh, uh, Maxi Nzengeli kabla ya kufanya attempt anaona kuna rundo la wachezaji sita wapo mbele yake. Tafsiri ya haraka haraka ni kwamba kama ameweza kufanya attempt na kufunga, maanake hapo hao mabeki wote pamoja, yani viungo pamoja na kombaini ya mabeki wake walikuwa wana makosa ya kiulinzi. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, lakini hata bao la pili alofunga Umenielewa. Usha ashafunga bao la kwanza na ushamuona huyu mchezaji ana indicator zote za ku, za kuonyesha leo ameamka vizuri kwenye huu mchezo. Wanataka umzuie. Sasa wamemuacha. Lakini hata bao la tatu anapokea mpira kwenye half space. Mpira ulipotea eneo la katikati. Umenielewa. Ukapelekwa kwa, ukapelekwa kwa Mwenda anapiga kwa kwa kwa Dube, kwa Pakome, Pakome kwa Dube. Hivyo inaenda kwa Maxi Nzengeli, Maxi Nzengeli anaupiga kwa Dube, Dube anatani. Wakati anatani, unaona kuna wachezaji takribani watatu wanne wanamwanini wan, wan, wana, wana, kama wamebweteka namkambia kwa macho eh, wanambwetesho fulani yani, sijui nitumie kauli gani yani, wanambwetesho fulani ambao unamfanya Dube kugeuka kwenye mazingira yale ndani ya, raisi, we ndani ya penalty ndani ya penalty box mm. alafu kuna mabeki ambao walikuwa wanaaminika na wengineo waliwahi kutajwa mpaka timu kubwa, kwa mfano mtu kama Lame Claoui, Lame Claoui alikuwa anahitajika na Simba yes. nafikiri sakata lake linaeleweka yeah. umeelewa mm. kabla ya kutokea taarifa za kwenda Ulaya na nini sasa beki kama yule maanake bado watu wanakuangalia wewe. Yeah. Maanake kama ulihusishwa na timu kubwa, maana kuna timu zingine zinaweza zikawa zinakuangalia. Hata Yanga swalitajwa so hapa juzi kati wanamhitaji ili akasaidie eneo lile la ulinzi. Eh, na Yanga wana utaratibu wa kukimbia. Kama wakikuona mchezaji kama hauonyeshi hey, performance yako siku hadi siku na Dorora wanakutupa. Wanakutupa kwa sababu, kwa sababu unasikia wanamtaka nani sasa hivi e. Wilson Nangu. Eh, kwa mfano hey, hey, kuna kama kina Wilson Nangu lakini kama unakumbuka kulikuwa kuna issue ya Laurian kame yule yes, wa Fountain Gate alitajwa Yanga baada ya kubwetesha waka. Kwa hiyo walipomtuburesha yu... tobwele. Ehe, kwa hiyo sasa, haya mambo wanabidi waangalie wachezaji yeah. Kwa hiyo Dube anatani anaipiga mm. Kwa Mzize haya, Mzize yuko peke yake, ajiulize, ilikuwaje yuko peke yake kwenye box na rundo la watu lilikuwa pale na rundo la watu lilikuwa, maana yake wote walikuwa wanaangalia mwelekeo wa mpira, wanaacha kumwangalia nani anafanya movement, wanamwacha anatapii ni mpira kirahisi. Utamlaumu Chuma Ramadhani mgeni pale, kwa hiyo yu mwisho wa siku kulikuwa kuna makosa ya kiulinzi ambayo Coastal wameyafanya na yakapelekea kwa, kwa dakika zile za za 45 za kwanza. Maanake si ndio magoli yote yalipatikana pale? Eh, kulikuwa kuna hayo matatizo, lakini kwenye eneo la ushambuliaji sio mbaya sana, kwa sababu waliweza kufunga bao moja ambayo lilifungwa na Miraji Abdallah ambaye Eh, tukija kwenye ki, ki, kwenye mbinu za mwalimu baadaye alikuja kutolewa wakati, yeye ndo alikuwa ndo nyundo zangu hizo huko mm. usitaki kuguse kabisa. Yaani yeah. hizo kwenye nyundo za fridge box. Ya yeah, huko nis... usitaki kugusa <laughs> kabisa. Yaani ninachotaka <laughs> <kabisa> mimi <laughs> sasa hivi <laughs> <laughs> tuangalie kiufundi Coastal, kiufundi uh, maeneo yote Coastal huwa wako vizuri, lakini mm. leo namna ambavyo walicheza kama walicheza nchecheme nchecheme. Yaani hawajacheza stail yao ile ya uchezaji. Hawakuwa na ile fighting spirit. Mm. Unadhani walizidiwa na Yanga au jina la Yanga liliwabwetesha kwa sababu Sitaki kuamini kwamba Yanga ni timu nzito hevi kwelikweli. Kwa upande wa Coastal Union katika michuano hii, tena wamekutana mapema sana. Yanga na Coastal huwa anakutana kwenye fainali elfu mbili ishirini na moja tatu tatu, aliwaka uh, sana sana. Sopa kapiga hattrick pale, wanaenda kwenye mikwaju ya penalty, Yanga wanafanikiwa kuchukua ubingwa. Lakini msimu tu uliopita walifika hadi hatua fainali. mm. Awamuii wamekutana mapema, lakini Coastal wamecheza kawaida mno. Unadhani ni nini shida? Unajua bahati nzuri ni kwamba timu zote zimecheza kawaida. Jambo la kwanza hilo, kwanza wote wote wawili yani yanga amecheza kawaida, lakini ameshinda amefunga magoli matatu, lakini Coastal naye amecheza kawaida, amefungwa na amepata goli hmm, sawa hmm. Sasa e, kwanza mimi nilikuwa nategemea mchezo uwe mzuri kuliko hivi nilivyouona, kwa sababu nafikiri umenikumbushia 2022 sopo anatupia hattrick ule, ndo ulikuwa mchezo wenye hadhi, nafikiri unakumbuka eh. Mchezo ulikuwa wapige nikupige Umenielewa mpaka dakika za mwisho, yani Yanga alikuwa kama kakubali fulani kwamba hapa tayari mechi ishaisha tatu mbili mm, lakini dakika za mwisho unaona Yanga wanareact wanakuja wanafunga bao, nafikiri kupitia Dennis Nkane, umeelewa yes? Sasa leo tumeona mchezo fulani hivi kama yani kama vile timu unajua, kuna muda Kosti walikuwa wameshafungwa, alafu kama wametulia tu yani, wana, wanaanza goal kiki, wanatembea goalkeeper, anajihenyihenyi anajifinyafinya anasogea, anaambia sogeeni, ana yani, madaha yani yalikuwa mengi, anaji, yani yani yani, e, sasa unajua muda mwingine hata ukitaka kuiongelea mechi kiufundi unashindwa, kwa sababu unajiuliza je, hii timu ina lengo gani? Kwa sababu we ushafungwa magoli matatu automatika leo ndo ntakuwa uwe faster kuliko yes. Mtu mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye ushindi yeah. Sasa wewe tena ndo unaonekana kama unapoza mashambulizi maa, unaonekana sio ume, ume, ume mpira sio umetoka una, una um, naanza kushauriana nani akarushe kwenye goal kick sasa ndo utacheka. <laughs> Goalkeeper anaeka mpira nyuma anaanza kusogea tu watatu nne nyuma, labda beki anasogea huko apasiwe goalkeeper an... mambo gani? Mimi nimejiuliza, lakini nikaamini kwamba labda Coastal wameona Yanga ni wakubwa sana kwao, hawawezi kuwa. Nimetoka kukuuliza swali mm. Heavyweight Dulla, naona mm. na unazunguka kwamba Coastal Union mm. sio wageni kwa mm. Yanga, yaani mm. Yanga sio wageni kwenye macho ya wachezaji wa Coastal Union. Kabisa. Hata kama wachezaji wengi ni wapya tofauti na misimu mitatu nyuma, lakini mm. coastal Union wanavyokutana na Yanga mara nyingi huwa wanawapa challenge mm. na sio kwamba hawajakutana kwenye ligi pia mm. lakini kwangu kwa namna ambavyo wamecheza kuna nini nje ya pazia? Kwa sababu mwisho wa siku tunaona stories zimeanza kuwa nyingi kwamba Coastal Union wanapocheza wanapokutana let's la, labda na timu zingine hata na Simba na kumbe duru la kwanza kwenye ligi kuu mm. walifunga magoli mawili. Mm. Ernest Malonga alipiga mbali pamoja na mwanao yule, e, Abdallah Hassan. Eh e, mwanao alifunga mm. lakini mwisho wa siku uh, wakacheza Arusha hata kama walifunga goli tatu lakini kuna namna ambavyo ulikuwa unaona mabavu kweli kweli wanaonyesha onyesha. Lakini hii zana ya kusema kwamba jshemu yes ameidhamini Coastal Union, timu nane wanapokutana Yanga, unaona urahisi na wepesi fulani, na mbaya zaidi ni kwamba wachezaji wao wenyewe wanawapa watu room ya kuzungumza. Unajua so, ingekuwa labda, uh, timu ina fight mm, unaona uwanjani wachezaji wana react, wamefungwa, wanawaisha mpira, ball boys leta wana wahi wako wana react haraka haraka, wanapiga wanafika kwenye eneo la mwisho, unaona mm. Kabisa zile indicators za timu ya kupambana huwezi mm. ukapata maswala ya kujiuliza mm. Lakini unapoona sasa namna ambavyo timu inacheza tu kawaida mm. wamefungwa wao, kipa amelala, wamefungwa wao, wanaanzisha taratibu, wanatembea uwanjani mm. Ndio hapo tunarudi kwenye zana kwamba je, unadhani kwamba e, udhamini huu unachagiza yote haya? Of course iko, ukifuatilia baada ya huu udhamini kuwekwa mechi za Yanga na Coast zimekuwa mchekea sana na leo ni ushahidi tosha. Tosha. Si unanielewa? Leo ni ushahidi tosha. Na kwa sababu umenilimit kuna sehemu tusifike kwanza kadri tutakavyo. Nafikiri kadri hiyo hiyo tu, tunavyozidi kwenda tutagusa kwa, kwa kwa Mwambusi sabu zake. Eh. Si unanielewa? Eh, lakini kwa kwa kujibu swali lako ni kwamba kweli eh, siwezi nika, nika nika, prove moja kwa moja au nikatoa ushahidi moja kwa moja kwamba labda kwa, kwa sababu ya udhamini lakini kwa kusema kwamba intensity ya mechi mechi, za Coastal Union na Yanga zimeshuka toka GSM wa, aweke udhamini ni kweli, yani wa, haina wa, haina kupepesha macho ni kweli kwamba toka GSM ameweka pesa, ameweka udhamini pale kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye klabu ya Coast ni kweli kabisa kwamba kuna ushindani fulani umeshuka pindi Coast wanapocheza. Hivi unaikumbuka Coast ikicheza na Yanga mfano katika michezo ya mkoa kwani? Kwan? Kwan? Yeah, umenielewa? Yeah. Yanga alikuwa ba... Yanga alikuwa, alikuwa anaambiwa, wazee wanasema kabisa hapa, ukivuka barabara nne utoboi. Na kweli mzee, mechi inaenda. Sasa hivi sasa hivi hamna tena ile, hawale wazee huwaoni, tuseme wanaishi vizuri? Wazee inawezekana sijui, wana posho hatu, yeah. Waoni, wewe umewaona wale wazee? Haonekani. Mi sijawaona, kuna mzee mmoja alikuwa lik aaui, najua hatuongelei mambo ya wazee kwamba kwa nia mbaya, lakini kulikuwa kama tunawapa heshima, labda wa maafisa habari wanachagiza mpira, hata wale wazee wa walikuwa wanachagiza mazingira, ukubwa wa mechi nje ya uwanja. <laughs> Wazee wanaheshima yao. Kwa hiyo watu waone hamna, sasa hivi intensity wana wa e, uh, 2022 ile Yanga mm. wanapata wanapata wanapata wanapata uh, joto la jiwe mm. Sopo anawaka sana hasa mm. kibailo wa moto wa moto. Mwisho wa siku unaona balala la kwa la kwa zito sana Kuna kuna kuna mwamba yule Gwalala, Grayson. Grayson. katikati pale alafu kulikuwa kuna mwamba alienda Simba anaitwa Victor Akpan, unakumbuka hiyo kosti Umeelewa? Alikuwa kuna jamaa mmoja anaitwa nani, yule Hamza yule. Eh, um, Vincent Abubakar. Vincent Abubakar. Umeelewa? Yaani kulikuwa kuna watu ambao walikuwa na ona, Mubarak Hamza, na Mubarak Hamza hmm. Mkameruni huyo. Hmm, hmm. Safi sana. Ile ulikuwa unaona Yanga wanaenda pale heshima na taadhima ipo. Umeelewa? <laughs> Yaani hauwezi kuona anafanya rotation hata ya mchezaji mmoja. Yaani wanaenda kucheza na Costi afanye rotation ya mchezaji mmoja. Leo unapata jeuri ya, ya loo, kuingiza mchezaji ambaye hana fitness hivi kabisa unaona huyu hana fitness, alafu unamuingiza unampata jeuri ya kumwingiza mwamnyetu Kole... tumepata of course, umepata mechi ya kawaida sana uh, yeah. Coastal, sawa achana na Simba. Simba amecheza na tikina TMA achana na mm. ama timu ya, ya championship haiosiya yeah, ya, ya, mikoani huko ya ngazi za mikoa mm. lakini uh, Yanga amecheza na level ya timu ya level ya ligi kuu tena mm. sio tu timu ya level ya ligi kuu Coastal ambao msimu uliopita walienda kwenye kombe la shirikisho Eh, wakatolewa na Bravo Du Maquiz, si unakumbuka? mm. vizuri kuhuna, kuhuna kwa una, unakuja kuona wazi kwamba walikuwa wa wana timu nzuri tu ya kuweza kufanya shoti, alafu ana kocha mzuri Juma nani huyu, Juma Mwambusi ambaye, eh, yeye alishawahi kuwa kocha bora sana eh, wanakoma kumwanya ile akina Deus Kaseke na Mwalianzi mm. mm. lakini alishapita pia Young Africans mm. ana, ana rekodi nzuri sana lakini leo kuna matukio kadhaa tumeyaona, na sasa naruhusu yale matukio tuweze kuyachakata. mm. Hapa tunazungumzia Coastal Union kwa sababu hatujaona ubora wao, yaani mm. yani wakijaribu kuonyesha lolote dhidi ya Yanga ukiachana mm. na Miraji Abdalla aliofunga bao yeye ni fullback mm. lakini katika eneo la ushambuliaji hatujaona, eneo la mm. kiungo Lucas Kikoti mm. hatujaona, Sam Fuko Chaz, leo hatujaona mambo yake mm. akaja akafanya sub kituko cha mwaka mm. kipindi cha pili, Yanga walishiwa wali mbinu na walichoka. Uliangalia mpira vizuri, walikuwa wanacheza tu ili mradi ngoma iende mm ambapo Coastal alikuwa anafika sana kwenye la lango la Yanga mm. hasa ambapo uh, Yanga alikuwa katika lango la kaskazini mm. mwa uwanja, wakati akiwa kwenye ubora wake mkubwa, ndo amegain momentum, damu limechochea mchezaji mm. uh, Maabad. Maulid Maabad anaitwa nje, anaingizwa anaingizwa jamaa moja, anaitwa uh, aliwahi kucheza Kagera Sugar, Baraka Yusuf Abed, alafu anatolewa captain Miraji Abdala mfungaji wa bao, mfungaji wa bao mm. Keten, ambaye leo alikuwa kwenye ubora mkubwa, gari limechochea mm. anatolewa nje, Zombo Junior mm. alafu anaingizwa Baraka uh, Baraka Yusuf, sijui na nani. Mwisho wa siku tunaona ndio kwanza hakuna chama anachokuwa anakifanya mm. inaleta ishara gani, kwamba unatoa wachezaji wazuri, unaingiza wengine? Scenario inanikumbusha ile ya Singida Black Stars na Yanga mm. inanikumbusha mimi mm. Black Stars third option hadi fourth option ndo wanacheza mm first choice wako bench, wako bench wanaangalia. sasa, sasa leo first class inatolewa, wanaingizwa namba A plate A. Nah, unajua... mimi nimeongea kwa hisia kwa sababu mimi nafuatilia mambo ah, unajua unajua nikwambie kitu kimoja, tabia hujenga mazoea, kwa sababu issue ya Singida tuliizungumzia, lakini hakukuwa na mwendelezo wowote, jambo likawa limeisha juu kwa juu. kwa hiyo kwa sasa hivi pia hiyo ni issue, ni controversy kwa mtu mwenye jicho la soka lakini kwa mtu wanae, kwa, kama ukija kwa, kwa kusema kwamba kulikuwa kuna viashiria fulani vya, vya utepeteshaji wa matokeo, unaweza usiwe na, na, na ushahidi wa moja kwa moja. Lakini kama hauna ushahidi wa moja kwa moja, mimi naweza nikasema basi Juma Mwambusi sio kocha mzuri. Kwa sababu gani? Kwa levo ya uelewa wake wa football, huwezi ukamtoa star wa timu kwenye eneo la ushambuliaji kama Mahabadi ambaye kwanza, ukija kwenye kikosi cha Coast, yeye ndo mfungaji wa, wa, wa, wa, wa mabao top scorer na mabao matano unaweza ukamtoa huyo wa mchezaji waifu yani, ni sawasawa na yaani, kwa kipindi kile Mayele watolewe kwenye mechi muhimu itawezekana vipi? Alafu mechi hiyo Yanga wapo nyuma eh. Unamtoa Miraji, kwanza amefunga bao, alafu captain, maanake anaaminiwa, alafu ndo alikuwa ndo mchezaji mwenye hatari, anapiga cross za hatari kwenye ile mipira ya set play ambayo nilikuwa naisema kwamba Coastal namna pekee ya kuwafunga Yanga, labda wapate hizo set play, wapige vicross vile, yeye ndo walikuwa mpigaji mzuri mm. na hata kwenye kushambulia ndo walikuwa anapiga cross nzuri ambazo zilikuwa zinafika kwenye maeneo ila wakina, wakina Maabad na Bakayogo yule walikuwa sio watu, watumiaji wazuri wa, wa ile mipira, lakini huwezi ukatumia kigezo hicho cha kumtoa ukamtoa Maabadi kwa sababu eti alikosa cross kadhaa kadhaa. Kuna attempt aliifanya kwenye moja ya cross hizo hizo kipindi cha ja kwanza ilikuwa mpira ifiki kwa wakati e, kuna... yanga walikuwa na intensity ya juu kipindi cha mm. pili, yanga walikata mm. na ukiangalia walitoa wachezaji wao kama Khalidi alitoka, wachezaji mm. wa muhimu kina Clement Mzizi alitoka, unaona eh kwa hiyo Paco Mezuzu walitoka, kwa hiyo yanga walishake. Baada ya kushake Coastal walikuwa wanafika, the point is kupeleka tu mpira, kama hizo sabu bora basi hata zingeonyesha <laughs> Arzi, yani yani utacheka hey! sababu mbovu kwa sababu, kwa mfano kama yule Mbaraka Yusuf hana alichokifanya, anageuka ana geuka, geuka. Muda wa kupeleka shambulizi ndio kwanza anaangalia nyuma. Utafunga vipi? au uendi kwenye goli la mpinzani? Wewe muda wote upo kwenye kiungo tu, muda wote ukipewa mpira basi tu progressi tuende mbele, unageuka unaanza kupiga pasi za nyuma. Sasa tutafunga vipi? mipira kule upande wa upande ambao tulikuwa tunashambulia miraji, yeah. Hakuna kitu tena. Haya, mwisho wa siku ikawa kama sindimba. Timu hii haina haina wachezaji ambao wanaweza kuamua matokeo, ndo washatoka. Yeah. Na timu hii nayo haina wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza vizuri, tukashambulie. Kwa hiyo ikawa ni sindimba bayoyo, sindimba, bayoyo sindimba <laughs> sasa mpira gani? au Mwambusi ameharibu mchezo? Mwambusi ameharibu mchezo.